Mama yetu Bikira Maria yeye kwetu ni mwombezi, yeye kwetu ni hamasa ya fadhila ya matumaini kupitia kwa maombezi yake. Mama yetu Bikira Maria anachukuliwa kama chanzo na chemchemi ya faraja ya matumaini kwa wale wenye dhambi, kwani yeye ni mama anayewaombea watoto wake mbele ya Mwenyezi Mungu daima. Kumbe mama yetu Bikira Maria ni tumaini la wakosefu. Katika ile sala ya tafsiri ya zamani ya salamu makia wana isari hasa, ndugu zetu wa majimbo ya nyanda za juu kusini, mathalani katika metropolitani na jimbo kuu la Songea, inamweleza mama yetu bikira Maria kama mama, nasema ni salamu wewe, uzima wetu, salamu wewe, utamu wetu, yani mpendevu wetu, na salamu wewe, tumaini letu. Kwa hiyo, katika sala hii ya zamani inaangazia nafasi yake ikiwemo hilo fumbo la matumaini.